Mchekeshaji Shafii Brand ametishiwa kuuawa na hii ni baada ya kuweka wazi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kufuatia sakata ambalo aliliingilia kwa kina, sakata la Haji Manara pamoja na Zailisa, sakata ambayo limepelekea gumzo kwa hizi siku mbili tatu, limekuwa likitrend sana na likiteka headlines kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa baada ya hayo yote, kumbuka kwamba Shafii Brand amekuwa ni mchekeshaji ambaye mara nyingi ikitokea issue fulani, mara nyingi ye huwa anatengeneza maudhui ama unaweza kusema content. Kumbuka kwamba Shafii Brand ni content creator pamoja na komedian ambaye anakiwasha kufuatia wafuasi wake ambao wako wengi sana kupitia mtandao wa TikTok pamoja na Instagram. Sasa ameweza kuweka haya wazi kupitia peji yake ya Instagram na kuandika kwamba kontenti zake ambazo anazifanya pamoja na mauzui ya kumdiemu mtu hiyo yote leo imempelekea mpaka anatishiwa kifo na ngoja nikusomee kile ambacho amekiandika, lakini baada hapo tutaenda kufanyia deep analysis ndani ya hili jambo. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi, hapa ni Blue House, DAX Media. Sasa kwa kupitia peji yake ya Instagram, Shafii Brand aliweza kuandika kama ifuatavyo, mimi nanukuu: kutokana na content zangu kumdm mtu huku na mwelezea kitu, kuna mtu kanitishia amani ya maisha. Niseme tu, mimi sio muoga kiasi hicho mimi nafanya maudhui yangu, sijadhihaki mtu yeyote yule. Kama unataka kuniua niue, kufa sitakuwa mimi wa kwanza. Alafu akatuma na emoji tatu kama za shukrani, alafu akaendelea kusema ya kwamba fuatilia matajiri wenzako, mimi mtoto wa kimaskini, kosa langu nini? Fanya unaloweza, mimi niko tayari. Akatuma na emoji mbili za shukrani. Alafu hiyo ilikuwa ni posti ambayo ameposti. Kufuatia caption section, aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka ya kwamba watu wengine sijui wako vipi, wangapi wameposti kuhusu wewe, hujawatafuta. Ila mimi ndo kila mara unanitishia maisha yangu. Ni uwe kama ulivyosema, serikali yangu sikivu itapata ukweli tu. Akatuma na emoji nyingi za shukrani pamoja na emoji mbili za machozi, ambazo zinaonyesha kama vile mtu amefezeeka analia fulani hivi. Shafii Brand akaendelea kuandika akisema ya kwamba tumechoka kunyanyasika sijakutana na mtu, sijadhihaki mtu, lakini natishiwa maisha yangu kuwa nasababishiwa ajali. Mungu yupo, naamini hivyo. Ndivyo alivyoweza kuandika mchekeshaji huyu Shafii Brandi kupitia peji yake ya Instagram, ambayo imeweza kuzua sana gumzo kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, na watu wengi wakimpa pole na vitu kama hivyo, wengi wakimkanya, wakimwambia bana, hizo content ambazo unafanya pengine zinaweza pia zikakupeleka matatani, kweli. Maana yeye anaenda straight katika dimu ya mtu, anafanya kumtumia voice, alafu hiyo voice anaifanya recording. Baada ya kuifanya recording, anaanza kuisambaza sasa kupitia peji zake za mitandao ya kijamii kama TikTok pamoja na Instagram. Sasa Pengine ulikuwa ujui ni nini ambacho alikituma katika DM ya Haji Manara, ingawa anasema ametishwa kuuawa. Na watu wengi wamekuwa wakimkosoa Haji Manara, lakini hawamtishii, ila kwa Shafii Brand, amemtishia kifo. Sasa ngoja nikusikilizishe hichi ambacho ameweza kumtumia Haji Sande Manara ambaye ndio kimepelekea mpaka kutishiwa kuuawa. Mimi naitwa Daud X_Drizzy, hapa ni Blue House. Ukiweza kusikiliza hii hapa voice note, basi ukisubscribe utakuwa mwanafamilia yetu wa nguvu ambaye utakuwa unapata updates zetu kila wakati na kila muda, asante. Maliza, sauti Manara babaangu, kila anguko lina inuko lake Haji Sunday Manara, kabla ya kukuambia kitu fadha, naomba nikuhadisie kisa kimoja. Mwaka elfu moja mia tisa na themanini na saba nchini Marekani, katika kitongoji kinaitwa Manhattan, kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Francis Miller ambaye alikuwa na mke wake anaitwa Marita, kushinda katika mashindano ya wanaume mabahili duniani, akawa wa kwanza. Ile mwanamke aliachana naye. Wewe ni nani? Usiachana na mahusiano. Maana wewe ni Herode, wewe ni Musa aliyechana maji? Ni nani wewe? Kila kitu kina mwanzo na mwisho, mana

Mama, kila anguko bila inuko lake. Zai, kwani zai, kwenu ulikuwa ushibi mama? kwenu alikuwa kipika mama msapagula macharizi ulikuwa huli ukashiba. Zailisa, kila anguko kwani zai <todiccoughs> Kwani zai, kwenu ulikuwa ushibi mama <todiccoughs> kwenu alikuwa akipika na msapagula machenizi ulikuwa huli ukashiba. Zahirisa achana na mahusiano. Nenda hata kilimo sasa hivi. Mvua zinanyesha, wekeza hata kwenye ma... nenda hata mpomvu kalime mahindi. Nenda Geita kalime. Mamiogo ma nini uwe analipa? Huku unafanya mahasanaa huku unalimisha mamiogo mahindi, anakoma unaendeleza biashara zako. Zahirisa wewe si wa Adamu na Hawa, kwamba utaumerogelezwa mahusiano. Mtu unajivalisha mwenyewe unajilisha hata mwale, hata Yusufu akufanyiwaga hivyo? Mama Maria aliyeposwaga na Mungu akamzaa Yesu, akufanyiwa hivyo? kuna nasaidiwa mtu alikuwaga anasaidiwa na nini? mtu ambaye akusaidii, achana naye, atakuua mzungu. Wazungu tunao wengi, ndio yeye ni mmoja ile makuwepo nchini kwetu, lakini kuna watu wengi zailisa wewe ni miongoni mwa mabindi serebarisuwa, ni warefu kama angamia, ni mrefu kama twiga za Ngorongoro airisa, pole mama, lakini mm. mficha siri sio? Kwanza mara mtu mara makudinda ma, ma, nini? Usianze kutoa masiri ile ya ndani jamani, mfichie siri huyo baba. Leo ajala toka ile jana, si leo. Leo ajala hajafanya atakuja kujinyea bure jamani, kuwa na moyo wa huruma. Fanya maisha mengine yaendelee. Saa, mama. Anza biashara zako. Yaani mwaka huu nataka nimpende mtoto wa mtu mpaka ajiue. Mm.